Kiufundi labda tathmini ya mchezo mlipokuwa mmeruhusu magoli matano. Pengine wapi waliwazidi Yanga leo? Ya magoli matano, nafikiri kwa namna tulivyopoteza mechi ni mambo matatu. Mambo matatu yametuhukumu kwenye mechi hii. Sawa. Jambo la kwanza ni tactical discipline. Uh, jambo la pili ni quality ya timu, sawa, ya timu ambayo tulikuwa tunacheza nayo. Na jambo la tatu ni makosa binafsi. Sawa. Sasa nianze na jambo la kwanza. Tactical discipline. Ah, uh, nafikiri mliona namna tulivyoanza. Kwa maana setup ya ya ulinzi wetu. Tunajua kabisa kwamba Yanga ni bora. Setup tulikuwa tumeiweka, then setup ilifanya kazi ndani ya dakika mpaka 30 na. Tukaona kabisa vision ya Yanga. Ik. Lakini dakika moja ile ambayo unayofanya kosa kutoka kwenye tactical discipline ya kwako, timu kubwa inakuhukumu. So ule upande wa Israeli, nafikiri kuna majukumu ambayo kwa tumeweka dhidi ya mchezaji aliyekuwepo kwamba wewe na nani, wewe na nani, eneo hili na nani, then eneo la katikati nani na nani, umeelewa. So kitendo cha kosa moja tu mchezaji wetu kuacha majukumu ya kwake, then Israeli katoa cross, mishashuka ikatuletea goal, umeelewa. Hilo lilikuwa ni goli la, la kwanza, kisha magoli yo, ya namna hiyo yamefungwa mara mbili, umeona same Israeli tena kaenda kufunga kwenye situation ile ile. Tumene na kwamba wewe winga theni mtu wako full back. So kishaona mtu hawezi kufanya majukumu yake vile maana yake ndio mnahukumiwa hususan ni kwenye timu kubwa kwa sababu kwenye timu kubwa mara nyingi lazima ucheze kulingana na, na, uimara wake. Ya kosa lingine la la, la pili unaweza kuona tumeruhusu magoli mawili. Ilikaribia karibu matatu. Magoli mawili yote ni kama zawadi. Yaani unajua aina ya makosa ambayo unayaona ya magoli mawili ni makosa mapya kwenye timu. Sumena, yani ni makosa ambayo wakati mwingine mwalimu huwezi kuzungumzia kwa sababu hakuna mahali popote ambapo e, mtu kwenye eneo la ulinzi lile unaruhusiwa kuchukua riski ya namna ile. Maana ni vitu ambavyo wakati mwingine vinatumiza sisi coaches kwa sababu sio aina ya makosa ambayo wanayotegemea. Wana wana. Tumetoka mapumziko tukasema, okay, goli mbili tuende tukadefend katika taktika tuka namna ile, lakini tukatafute goli moja. Sasa kitendo cha goli la tatu lile lilo ruhusu kwa namna ile, lile goli la tatu ikademolize morali kabisa ya timu, so vingine vilivyokuwa vinafuata ni kwa sababu pia mmesha concede aina ya magoli ambayo mnakosili, mnaona kama wapinzani hawatumii nguvu kubwa sana, ni kama ninyi mnaapa nini, mnaapa mnaapa mnaapa zaidi. Sio kitu ambacho kilikuwa kizuri, lakini tusisahau pia, tusisahau pia kwenye mechi hii quality ya wachezaji wa Yanga, umeelewa? Wakati mwingine tunapokuwa tunazungumzia Prison, Yanga, tusisahau pia kwamba quality wa ya wachezaji aina hapa kome na nani kwenye timu wanaweza kufanya kitu chochote kile. Kwao ni mechi ambayo wakati mwingine imeamuliwa na ubora imeamuliwa na makosa binafsi, imeamuliwa na tactical discipline. Ma, maeneo matatu.